Ni kikao kitakachwa kutanishi mawaziri wa sheria na haki na wataalamu kutoka nchi wanachama Umoja wa nachamu, Afrika AU e, jijini Nairobi kujadili masuala muhimu ya kisheria na maendeleo ya bara Afrika kwa manufaa ya wananchi wa bara hili. Kwa mambo ya msingi ambayo tunakwenda kujadiliana mawaziri wa kisekta wa wizara hizi ambazo wizara ambazo zinazohusiana masuala ya sheria na haki lakini ni wasihi tu e, wananchi wote kwamba Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametengeneza mahusiano mazuri sana na nchi hizi za Afrika, ikiwemo Kenya pamoja na e, ukienda Uganda, Rwanda, East Africa na Central Africa pamoja na Afrika kwa ujumla. Akizungumza katika mahojiano na ITV jijini Nairobi, Waziri wa Katiba na Sheria wa Tanzania Dr. Juma Zuberi Homera amesema Tanzania inaendelea kujenga na kuimarisha mahusiano na nchi jirani pamoja na mataifa ya kigeni kwa manufaa ya kitaifa. Kwanza kabisa e, tumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan a, kwe, kuendelea kutengeneza e, mahusiano ya kimataifa na nchi mbalimbali Afrika na duniani kwa ujumla, na hivi sasa leo tarehe e, 15 mwezi wa kumi na mbili niko hapa Nairobi jijini Nairobi kwa ajili ya e, kuongoza kikao cha mawaziri wa sheria na haki chini ya Umoja wa Afrika yani AU. Waziri Dr. Homera ataongoza kikao hicho cha siku mbili ambacho Tanzania ndiye mwenyekiti wa mawaziri wa sheria na haki wa Muungano wa Afrika AU. Waziri Homera kidokeza kwamba maandalizi ya mkutano huo yamekamilika, na kwamba kikao hicho kinalenga kujenga misingi imara ya majadiliano yenye faida kwa bara Afrika katika ngazi ya kisera na kisheria kwa manufaa ya nchi wanachama bila ubaguzi na vikwazo vyovyote. Kwa hiyo Tanzania ndo mwenye danda ndo anaenda kuchea hicho kikao ambayo mwenyekiti wake ni waziri wa katiba na sheria wa Tanzania ama waziri wa sheria wa Tanzania. Kwa hiyo e, tutafanya kikao kwa muda wa siku mbili, siku ya tarehe kumi na sita na tarehe 17 na, lakini pia vikao hivi vimeanzia vime kuanzia kwenye technical team au timu ya maandalizi ambazo, e, wataalamu kutoka nchi zote za Afrika chini ya AU wameandaa maandalizi ya kutosha, na naamini kwa kuwa tayari e, mwenyekiti wa kikao ambaye ni waziri wa katiba na sheria wa Tanzania amesharipoti hapa jijini Nairobi, tunaamini kesho kikao kitakuwa na mafanikio makubwa, ambapo tunakwenda kuliwakilisha taifa letu la Tanzania kwa hekima, busara na utashi wa hali ya juu, ili maslahi mapana ya Tanzania yaweze kulindwa, maslahi mapana ya Afrika yaweze kulindwa, maslahi mapana ya East Africa pia yaweze kulindwa. Kikao hicho kitajadili maslahi ya sarafu moja ya Afrika, kuimarisha umoja na mshikamano baina ya nchi wanachama, pamoja na masuala ya biashara ya kimataifa. Ajenda pia zitahusisha sera za mambo ya nje, diplomasia, mikataba, diplomasia ya kiuchumi kama nyenzo ya maendeleo endelevu kwa lengo la kuinua uchumi wa bara lote na kuongeza ushirikiano wa kweli wa Afrika kwa pamoja. Kwenda kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya, ya sarafu moja na mambo mengine ambayo tutayaeleza baada ya kikao kukamilika. Lakini umuhimu wake mkubwa ni kwenda kutengeneza umoja na mshikamano ndani ya nchi za Afrika hasa Afrika Mashariki na, na Afrika kwa ujumla kuhakikisha kwamba kunakuwa na masuala ya international, masuala yako ya, ya, international trade and negotiations, masuala foreign policy and diplomacy, yani e, eh, sera za nje na diplomasia, lakini ule uh, diplomasia ya uchumi yani economic diplomacy, lakini pia tunakwenda kuangalia masuala ya mahusiano kwa ajili ya kuitoa Afrika hapa ilipo iweze kwenda mbali zaidi, hasa kiuchumi na kiushirikiano wa kimataifa. ni kiripoti kutoka jijini Nairobi. Jina langu ni Duncan Maiche, WTV. <coughs>